Edward Gibbon, mwandishi wa kazi hiyo ya kifahari The Decline and Fall of the Roman Empire, aliwahi kuandika kwamba historia ni zaidi ya rejista ya uhalifu na matatizo ya wanadamu. Kweli, ningesema huo ni mtazamo wa kukatisha tamaa kuhusu historia ya dunia. Mtazamo chanya zaidi ulitolewa na rais wa zamani wa Marekani James Garfield, ambaye alisema kwamba historia ni gombo lililofunguliwa la unabii. Kwa maneno mengine, historia inatuonyesha jinsi Mungu alikuwa kweli anatawala. Unaona, historia ni hadithi yake, sawa? Leo katika safari yetu ya hekima, tutaenda eh, he? Tutaangalia jinsi Isaya anavyofumbua gombo la historia, sura kadhaa kuhusu mada hii, anapotoa unabii mmoja baada ya mwingine kuhusu hukumu ya Mungu dhidi ya taifa moja baada ya jingine na inaanza hapa sasa, katika sura ya kumi na tatu na ujumbe dhidi ya Babeli. Isaya anasema katika mstari wa kwanza ujumbe kuhusu Babeli ambao Isaya mwana wa Amozi aliwona. Sasa neno la Kiebrania kwa ujumbe kwa kweli linamaanisha mzigo ambao unapaswa kubeba, na tusikose hizi hizi, unabii zilikuwa mzigo kwa Isaya kubeba. Nabii hasemi tu hukumu bila huruma au kuhisi huzuni yoyote. Ni kuambie wapendwa, mhubiri yeyote wa kweli leo, muumini yeyote kwa ujumla anayetoa injili anahisi aina hii ya mzigo. Tunatoa matumaini ya injili na pia onyo la hukumu ya Mungu inayokuja kwa wale wanaokataa kumfuata. Huo ni mzigo mzito. Sasa anataka uone kile Isaya anasema hapa kuhusu Babeli katika aya 19, na Babeli utukufu wa falme fahari na majivuno ya Wakaldayo itakuwa kama Sodoma na Gomora wakati Mungu alipoangamiza. Unajua, unaweza kwenda hadi leo kwenye eneo la Sodoma na Gomora ambapo ziko, na unaweza kuona tabaka za ardhi iliyoungua. Unaweza kuchukua mipira midogo ya kiberiti yenye ukubwa wa mipira ya gofu hata leo ikiwa imelala hapo juu ya uso mik Mungu alituma chini ili kuziunguza miji hiyo hadi chini. Isaya anasema basi, huo ndio mustakabali wa ufalme wa wasi unaojulikana kama Babeli. Sikiliza kiburi cha mfalme wa baadaye wa Babeli hapa katika mistari ya 13 na 14 ya Isaya sura ya 14. Nitapanda hadi mbinguni juu ya nyota za Mungu Nitaweka kiti changu cha enzi juu, nitaketi juu ya mlima wa mkutano, nitapanda juu ya vilele vya mawingu, nitafanya nafsi yangu kuwa kama aliye juu zaidi. Ningesema huyu ni mfalme mwenye kiburi sana, na kuanguka kwake kutakuwa kwa ajabu. Ninaamini pia uasi huu unaelezea kiburi na uasi wa Shetani mwenyewe, kerubi aliye juu zaidi kati ya viumbe malaika, huyu aliyejaribu kumpindua Mungu. Naam, alianguka kwa kishindo, sivyo? Sasa, licha ya kuanguka huko, shetani bado anafanya kazi katika kila enzi. Lakini hebu ni kuambie, shetani tayari ameshindwa. Yeye ni yuko kwenye kamba, hawezi kukufanya chochote au mtu mwingine yeyote isipokuwa mungu aruhusu. Naam, sura ya kumi na nne inafungwa na unabii kuhusu wa Filisti. Walifurahi wakati mfalme Ahazi alipokufa, wakifikiri Yerusalemu imekwisha milele. Hata hivyo Isaya anatabiri kwamba Wafilisti wataanguka mikononi mwa Ashuri, jambo ambalo lilitokea mwaka 711. Na, na, na hebu niseme tu wapendwa, ujawahi kukutana na Mfilisti leo? Taifa hilo limekwisha. Hakuna balozi wa Wafilisti katika Umoja wa Mataifa, asivyo? Lakini kuna balozi kutoka Israeli ambaye mji mkuu wake ni Yerusalemu. Na, sasa hapa katika sura ya 15 na 16, tuna hukumu ya Mungu juu ya watu wa Moabu. Walikuwa maadui wakubwa wa Israeli. Isaya hapa anafungua tu gombo la historia kidogo zaidi. Anatuambia hapa katika sura ya 16 kwamba Moabu itanguka, watapondwa na milki ya Washuri. Sura ya 17 sasa inatoa unabii dhidi ya Dameski. Huo ni mji mkuu wa Siria. Israeli walichagua msaada wa Siria badala ya kumwomba Mungu msaada. Unaweza kukumbuka, Isaya kimsingi anawaambia kwamba hilo lilikuwa kosa kubwa. Hapa katika mstari wa kwanza anatabiri Dameski itakoma kuwa mji na kuwa lundo la magofu. Naam, kwa hilo, taifa linalofuata ambalo Isaya anataja hapa ni mustakabali wa Gushi. Kushi waliishi katika sehemu za kisasa za Misri na Ethiopia, walikuwa washirika pamoja na Israeli. Kwa kweli, Isaya anatabiri hapa katika sura ya kumi na nane mstari wa saba kwamba wataleta sadaka ya shukrani kwa Mungu kwa kuwaangamiza Waashuru. Naam, kwa hilo, tuna unabii dhidi ya Misri hapa katika sura ya kumi na tisa. Kwa kweli mistari kumi na tano ya kwanza inaelezea hukumu inayokuja juu ya Misri. Unabii huu maalum unafungua gombo la historia yote he, hadi kuja kwa pili kwa Kristo. Ikiwa unaweza kufikiria, tunaambiwa kwamba kutakuwa na kundi la waumini watakaotoka katika falme za Misri na Ashuru. Watamwabudu mfalme masihi anayekuja wa Israeli. Bila shaka hii ni rejeleo hapa kwa ufalme wa milenia wa baadaye, lakini sikiliza kile Isaya anasema hapa katika mstari wa 24. Katika siku hiyo, Israeli itakuwa taifa la tatu pamoja na Misri na Ashuru, baraka katikati ya dunia, ambaye Bwana wa majeshi amebariki, akisema abarikiwe Misri watu wangu, na Ashuru kazi ya mikono yangu, na Israeli urithi wangu. Lazima nikuambie, gombo linapofunguliwa, hawa ni waongofu wa kushangaza. Kwa hiyo usipuuze hili, wapendwa, usihesabu mtu yeyote nje. Mtu huyo unayefikiri hatawahi kupiga magoti kwa Mungu anaweza kuwa ushuhuda mzuri wa imani katika Masihi Yesu Kristo kama Mwokozi. Hakuna kitu kama kesi isiyo na matumaini. Sasa hapa katika sura ya ishirini Mungu anamwagiza Isaya kutembea kuzunguka Israeli akiwa peku na bila vazi la nje kimsingi uchi, katika siku hiyo, na kufanya hivyo kwa miaka mitatu. Unajua, unaweza kufikiri Mungu amekuomba ufanye mambo magumu na kisha baadaye ukagundua eh, unajua kile alichokuwa na nia nacho. Sawa, Mungu anajieleza hapa katika mstari wa tatu kama vile mtumishi wangu Isaya alivyotembea uchi na peku kwa miaka mitatu, ndivyo mfalme wa Ashuru atakavyopeleka mateka wa Misri na wakimbizi wa Kushi wakiwa uchi na peku. Sawa, kwa hilo tunaingia katika sura ya 21 ambapo Isaya anatoa hapa katika mstari wa kwanza unabii kuhusu jangwa la bahari. Hii inahusu kusini mwa Babeli karibu na guba ya Uajemi. Mstari wa pili unatueleza kwamba Waelamu na Wamedi wataishambulia Babeli kama kimbunga na Babeli itaanguka tutashuhudia ushindi huo kwa njia ukielezewa katika Danieli sura ya tano, tutachukua muda mrefu kidogo basi, tutajifunza kwamba mataifa hayo pia yanaungana na Wajemi. Sasa Isaya anapozidi kufungua gombo la historia hapa katika sura ya 21 tunayo unabii kuhusu Edomu. Edomu inapewa ahadi kwamba ukandamizaji wa Waashuri hautadumu kwa muda mrefu, na kufuatia hilo tunayo unabii kuhusu Arabia. Isaya anatabiri hapa kwamba eh, eh, Arabia haitadumu unajua zaidi ya mwaka mmoja kabla ya kuvamiwa na Waashuri, sawa kwa hilo. Sasa sura ya ishirini na mbili inaanza hapa katika mstari wa kwanza na unabii Ubusu bonde la maono hili ni jina adimu wa Yerusalemu e mji wa Yerusalemu utahukumiwa pamoja na mataifa ya kipagani ikiwa ni pamoja na wafinisia waliotajwa hapa katika sura ya ishirini na tatu lazima ilikuwa aibu kwa Yerusalemu kuhukumiwa pamoja na mataifa haya ya dhambi ambayo yalichukia Mungu lakini Mungu atatimiza neno lake atawahukumu watu wake kwa uasi wao atawapeleka katika bonde hili lenye uchungu na ugumu, na niambie, hawatasahau kamwe. Lakini sikia hii hapa, hili ni bonde linalokuwa mahali pa maono. Katika bonde hilo la kukata tamaa, huko chini katika bonde hilo, watu wa Israeli watatambua kwamba Mungu pekee ndiye anayetawala dunia kwa kweli. Isaya A, tayari alisema hili nyuma katika sura ya kumi na saba kuhusu maono yao yaliyorejeshwa ya Mungu: katika siku hiyo mwanadamu atamtazama muumba wake na macho yake yatamtazama mtakatifu wa Israeli. Labda sasa hivi unapitia bonde a, a, bonde la aina hiyo sasa hivi. Bonde linaweza kuwa na maumivu, linaweza kuwa na kuchanganya lakini je, unajua kwamba bonde hilo linaweza kuwa mahali ambapo unapata maono mapya ya uaminifu wa Mungu, ahadi za Mungu katika neno lake, ili kwamba hauangalii kwa mtu mwingine yeyote kwa msaada. Unamtazama muumba wako, wana wako. Unaona, mabonde si lazima yawe njia mbaya zinazokupeleka mbali na mpango wa Mungu. Wakati mwingine mabonde yako yako kwenye ramani ni sehemu zilizoteuliwa na Mungu ambapo unajifunza zaidi kumhusu na unajifunza kumtegemea kama kamwe kabla. Na unapofanya hivyo, mabonde hayo yanakuwa sehemu katika maisha ambapo unatambua kwamba historia yako inavyojifungua hadithi yako binafsi imeandikwa na mkono wa Mungu anayekupenda anayekuahidi kukuongoza kama mchungaji wako mwema. Kweli, kwa hayo tumemaliza muda wetu.